A, jinsi ya kuona kama umeitwa kwenye usaili ehe, katika a, kazi za Jeshi la Zimamoto na hmm. uokoaji, unachotakiwa kufanya unaingia kwenye hii hapo tovuti unavyoiona hii hapo www.zimamoto.go.tz hmm. ukishaingia hapo, unatakiwa uende kwenye akaunti yako hmm. ambayo uliweza kufungua na ukatuma maombi yako ya kazi, na akaunti hiyo ni akaunti ya zimamoto poto kule ulikofungulia, lakini pia njia ya pili uh, unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye sehemu ya email, kisha uweze kuangalia email zilizoingia mm -hmm. Email ambayo uliweza kuapplya hiyo kazi, kwa hiyo, kisha ukishaingia kwenye email, ukiona kwamba uh, umeona email ya zimamoto basi ujue umepata mm -hmm. na PDF rasmi ya majina ambao wameweza kupata Uh, kuitwa kwenye usaili bado alijatoka. Kwa hiyo likitoka basi tutakujulisha, ila kwa sasa ingia kwenye akaunti yako mm -hmm. ukaangalie, lakini pia uh, ingia kwenye email zako uangalie email ambazo zimeingia, kama umepata basi utaona email kutoka zimamoto. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika channel yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, asante.